Ametufunza mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallama mambo mawili makubwa ya kuzingatia pindi unapotoka nyumbani au kuelekea katika safari. Jambo la kwanza, jitahidi sana unapotaka kutoka toka na mguu wa kulia. Hili ni jambo la muhimu sana kulizingatia, lakini jambo la pili ni kusema maneno haya ambaye ametufundisha yeye mwenyewe mwingi mwenye wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno haya anasema, la haula wala quwwata illa billahi laliyun la adhim. Maneno haya wallahi, ndugu yangu, ukitoka katika kazi, Mungu atafungua njia, utapata nguvu, hata kama kuna jambo ulikuwa ukiliogopa, hata hofu iliyokuwa unayo, namna moja au nyingine ya kukata tamaa basi utajikuta unakuwa shujaa na unaelekea katika mihangaiko na mambo yatakwenda vizuri.